Kupitia event ya Women Entrepreneur Gala ambayo imezaminiwa na Esther Store, ni moja kati ya watu ambao wamefadhili event hiyo. Tumefika hapa dukani kwake kuzungumza kipi ambacho kimemvuta kufadhili event hiyo, lakini pia hasa mchango wake mkubwa kuelekea kuwashika mkono na kina mama. Ni dada Esther, mambo vipi? Mambo poa nzima. Fresh. Pendeza. Aaw na na uh, no wa wa kwa na na Ester store ni wauzaji wa vinywaji lakini pia na bidhaa mbalimbali. Kwa mtu wa kwanza ambaye leo hii anawatazama na anasikiliza kupitia vyombo vya habari, yuko mikoani ama, Ester ni nani? Ukizungumzia okay, Ester unizungumzii mimi, bali unazungumzia jina kubwa la Ester store. Sisi tunajishughulisha na bidhaa nyingi tofauti. Sisi tuna vinywaji vya kawaida, tuna vyakula, tuna marage, tuna mchere, tuna mafuta taa, tuna bia, tuna pombe aina zote. Kwa hiyo Ester store unapata kila kitu Esta store imebezi kwa ukanda wa Kijichi ama ni Dar es Salaam nzima imeweza kucover. Esta store inashika Temeke, Esta store tunashika Kigamboni. Ukifika Kigamboni, tuna Esta store nyingine ambayo tumeweka jina la Fifi Esta store. Tunahudumia mpaka Mtongani kwa Ziziali Kigamboni pia. Kwa hiyo tuna sehemu kubwa ambazo tunahudumia. Jambo kubwa ambalo limetoka hapa ni kuhusiana na event ya Women Entrepreneur Gala ambayo iko chini ya Mimas Decorations. Ester store ni moja kati ya wa wafadhili ambao wameweza kutia mkono. Pengine ni kipi hasa ambacho umekiona kuweza kuwafadhili wakinamama hao wenye event yao? Tumeona kwamba tuhamasishane na pia tuinuane tupeane moyo na kufarijiana pia ili tufike marengo zaidi. Ester store itasimama kwenye upande gani sasa? Hapo tuna mambo mengi ambayo tutasimamia. Kwa kwa hiyo kila sehemu tutakayoweka na imani tutasimama. Kuna kina mama ambao ni wapambanaji, lakini pia yeah. Kwenye event hiyo wanategemea kuweza kupata elimu tofauti tofauti hasa yeah. kuhusiana na mambo ya ujasiriamali yeah. mambo ya upambanaji na kujinua kiuchumi yeah. unawahamasisha vipi kina mama kuweza kujitokeza siku ya event hiyo tarehe kumi oh, na tisa Novemba? Wanawake wanawake wenzangu wote wote wote inabidi tukutane tuweze kujadiliana alafu ile kauli kwa ya kwamba mwanamke akiwezeshwa ndio anaweza, mi natamani tuivunje. Tunaweza pasipo kuwezeshwa. Kwa hiyo nitaongea na wanawake zangu sana sana sana. Nilianza moja na sasa nipo kwenye kumi, una ujasiri kwa kujiamini, kwa maana mafanikio ni kitu ambacho kinawezekana kwa mama yoyote kwa kujituma. A, kuna kina mama wale wengine ambao wanakuwa ni hawana mitaji lakini pia wanatamani kuweza kupata mitaji kupitia fursa huyo ya event ambayo wakina mama wameweza kuiandaa, natamani uzungumze na yule mama ambaye ana ugumu wa kuweza kufika siku ya tukio, uweze kumhamasisha afike, kwamba elimu hizi zitakuwepo, elimu zitakuwa ni nyingi, na pia kwamba huwezi kupata mtaji kama kitu ukipendi penda kwanza unachotaka kukifanya, alafu ndo utahamasika kutafuta mtaji kwa nguvu zote. Lakini basi ukiwa unatamani kufanya kitu fulani, alafu mtaji huna, kana sisi pia, linawezekana Nadhani Members Decoration ni wapi ambako wameweza paa kuweza kuandaa event hiyo. Wale wanaweza sehemu zote, kwa sababu wale ni malikia oh, wa nguvu kwao, wanaweza sehemu zote. Wamekuvutia nawe ipa kuingia kuwa moja ya sponsor? Ndio, wamenivutia na wamenihamasisha. Kwa kumalizia kwa Members ya Decorations nasema kwamba nawashukuru sana na pia wameweza, wameweza tena kwa sababu wale wanaweza kutuhamasisha na tumehamasika. Sawa, kwa kumalizia, turudi kwenye upande wa ofisi yako kama Ester Store. Kuna watu ambao wanatamani kufanya biashara lakini hawana mitaji, hasa wale ambao wanataka kufanya biashara za vinywaji. Ester Store mnawasaidiaje na, na, na pengine labda mnaweza kuwakopesha vinywaji wakauza wakarudisha mauzo, ama mnaweza kuwashika mkono kwa namna gani kwenye upande wa ofisi yako? Sisi cha kwanza tunamsikiliza mteja taratibu, na tunaangalia choice yake ni nini. Tukishajua choice yake ni nini tunakaa naye mezani tunaangalia kile kidogo alicho nacho sisi tunatia nguvu yetu, alafu tunamsimamia kwanzia hesabu zake mpaka pale atakapokuwa amefikia. Hicho ndo kitu ambacho tunamsaidia hususani, mwanamke au binti anayeanza kusimama. Sisi tunamwelekeza njia ya kuanza kutembea, na akianza kutembea vilevile vile, tunamwelekeza jinsi ya kuanza kukimbia. Hilo ndio lengo kubwa la Ester store, mimi nikushukuru lakini pia tukutane uh, Novemba 19. Asante. Nashukuruni pia Subscribe, Miujiza TV.